Kata of case tumekuwa na mimi na Mututho ya election ya 2007, 2007. 2007, Mututho alinimbia kiti na hakuna mtu hajui, aliingia mbunge miaka tano akakula mshahara yangu ya miaka tano, nikaenda kotini petition hiyo petition. He has his way of maneuvering, na alafu akaniwekea kesi ya hasara. Sasa hiyo kesi ya hasara ndiyo iko kotini kwa sasa. For the last 18 years nimebeba hii kesi kwa mabega yangu. Sasa mbuzi umechukua ya mtoto Gari ni hiyo with that pay, with that pay, 7.5 million. Ile ndo unanidai. You should be ashamed of yourself. I still trust that I'll get my date in court and get justice. Unajua, Mututho akija hapa ndei huyo mjane sina, sina shida na unajua, naye najua anajiongelesha unajua. Eh? Ana, vizuri hapa akienda huko ndie huyo kotini, sasa mtashidana na mtoto kwa sababu umeimba mbuzi zake. Watu wa Naivasha wanajua hawakukuchagua. Kama ni kitu yako nimechukua ama umeniuzia, sijakulipa that is something else hivyo. Pia ujue, nambari mbili, hawa mbuzi ambayo umechukua usome Exodus 22. vile inasema kuhusu wajane ya kwamba mheshimiwa Jane akililia Mungu leo, umesemekana wewe na bibi zako na watoto Mungu atawaua. Kwa hivyo hizi buzi ambayo umechukua usidhani umechukua laana. Na hawa buzi wakikojoa kwako ama wakunie Mututho. Hiyo mavi unaba unaona utahesabika siku zako zitaku buzi ya kikunia maisha yako inaenda. Akikunia, akikunia mara ya mbili inaenda. Kwa hivyo wewe sasa siku zako zinaisha na seconds. Kwa hivyo wewe sasa siku zako zinaisha na seconds. Kwa hivyo chunga buzi umechukua, wasikunie kwa sababu utakufa. Kwa hivyo sisi tunakuambia fanya haraka urudishe nini? buzi wa wenyewe na mimi nimekuambia kama mzee rudisha buzi wa wenyewe there is an active case going on within the courts of the land in Kenya and so why not wait for the conclusion of this court case why come in a hurry and uh, execute what the auctioneer had been told to do yet the court is still, uh, the case is still active within the courts